Hivi unajua kwamba wanyama huona dunia kwa njia tofauti kabisa na sisi binadamu. Umeshangaa eh? Chukulia mfano njiwa, wana uwezo wa kuona vizuri zaidi kuliko binadamu. Mm, inashangaza sivyo? Basi hebu tujaribu kuona dunia kwa macho ya wanyama. Tuanze na nyoka. Namna yao ya kuona dunia ni tofauti kabisa na yetu. Wana vipokezi maalum vinavyohisi mionzi ya joto kwenye pua zao na hii inawaruhusu kutoa joto linalotolewa na wanyama wenye damu ya moto kama mamalia. Sasa tuhamie kwa ng'ombe. Umewahi kufuga ng'ombe au ushawahi kumwona ng'ombe? Wanyama hawa wakubwa hawaoni rangi vizuri kabisa kama binadamu. Hawawezi kuona rangi nyekundu kwa sababu hawana vipokezi vinavyohitajika kwenye retina za macho yao, hivyo wao huona rangi zaidi ya bluu na kijani. Umeshangaa? Lakini pia hawapendi mtu awakaribie kutoka nyuma, na wana uwezo wa kuona karibu pande zote ambapo anakuwa amesimama wasioweza kuona ni nyuma yao kabisa. Kwa hiyo ukijikuta unamkaribia ng'ombe, hakikisha unamjuza mapema, asije akakutandika teke. Lakini mnyama mwingine ni farasi. Wana eneo lisiloonekana moja kwa moja mbele ya uso wao kutokana na mpangilio wa macho yao. Umeshangaa hili eh? Hii inamaanisha hawawezi kuona vitu vilivyo mbele yao moja kwa moja. Pia hawaoni rangi nyingi kama sisi binadamu. Dunia yao imejaa zaidi rangi ya kijani jani na bluu. Umeshangaa pia eh? Lakini pia tuhamie kwa samaki. Hawa macho yao yana vipokezi vya mwanga vinavyoitwa ultraviolet na lenzi ya duara zaidi kuliko ya binadamu. Hii huwapa uwezo wa kuona karibu nyuzi 360. Kuhusu rangi, wao wanaweza kuona karibia rangi zote tunazoziona sisi binadamu, lakini kwa kuwa mwanga hupenya tofauti wakiwa ndani ya maji hupata ugumu kutofautisha rangi nyekundu na vivuli vyake. Umeshangaa eh?